Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni dominika ya kwanza ya Kwaresma, neno la Mungu linatuhimiza kutoa sadaka, kufunga na kuwa watu wenye imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza toka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na sita aya ya nne hadi ya kumi Musa anawaambia Waisraeli wote kuwa kuhani atapokea malimbuko yao yaani sadaka zao na kuziweka madhabahuni nao watatoa sala mbele ya Bwana Mungu wao. Malimbuko ni sadaka iliyotokana na kitu cha kwanza, yaani mazao ya kwanza au mshahara wa kwanza. Musa anawaambia Waisraeli waambatanishe sadaka zao na sala zao sala zinazogusa maisha yao. Ndivyo tunavyoalikwa leo kupeleka sadaka zetu kwa Mungu, zinazoambatana na sala inayogusa maisha yetu. Sadaka si kitu tu, bali sadaka ni sala yetu mbele ya Bwana Mungu wetu. Katika Injili, toka Injili ya Luka sura ile ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na tatu tunahimizwa kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Yesu anatuhimiza kufunga, kwanza kwa yeye mwenyewe kufunga. Yesu katika injili tuliyoisikia, tumeambiwa kuwa amefunga. Yesu anafunga kutufundisha umuhimu wa jambo hili katika maisha yetu. Kufunga kunatuletea nguvu ya ajabu katika maisha yetu, unatupatia nguvu ya kiroho katika maisha yetu. Katika mfungo tuongozwe na Roho Mtakatifu, ndivyo tunavyofundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Leo Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Hatuwezi kusema tupo katika mfungo hali tukawa bado tunaongozwa na movu ibilisi. Hivyo mfungo wetu ili utupatie manufaa Lazima tumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Katika mfungo na katika mafungo yetu, Roho Mtakatifu tumruhusu atupeleke nyikani. Yesu alipelekwa nyikani na Roho Mtakatifu. Nyikani ni sehemu isiyokuwa na makelele. Sehemu itakayotuwezesha kujitafakari sisi wenyewe na si kuwatafakari wengine Sehemu itakayotuwezesha kutafakari maisha yetu na si maisha ya watu wengine. Huko ndiko jangwani, upate nguvu za kuweza kumshinda ibilisi. Tunaelezwa pia, katika mfungo ni muda wa kushinda vishawishi. Yesu alishinda vishawishi. Alishin, alimshinda mwovu aliyekuwa kimjaribu, mjaribu sisi. Nasi katika kipindi hiki cha Kwaresima tunapozungumza, tupo katika mfungo. Tuelewe kuwa tupo katika nyakati za kumshinda ibilisi, za kushinda majaribu yanayoletwa na mwovu ibilisi. Tushinde majaribu yanayotokana na mahitaji yetu. Yesu katika injili amechagua chakula kutuonyesha jinsi ambavyo tunaanguka dhambini kwa sababu ya kujitafutia mahitaji yetu ya kila siku. Movu anamjaribu na kumwambia abadilishe abadilishe jiwe na kuwa chakula, lakini Yesu anamjibu kupitia maandiko matakatifu. Hali kadhalika Yesu anajaribiwa katika sifa na umaarufu na Yesu analikataa hilo. Yesu anajaribiwa katika mali na madaraka na Yesu analikataa hilo kupitia maandiko matakatifu. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunahimizwa kupambana na majaribu pamoja na vishawishi ambavyo vipo katika maisha yetu, na mwovu anakuja kutujaribu kutokana na pale anapoona tuko na nguvu. Lakini kuhusu mfungo, jambo la mwisho tujikatalie. Yesu alijikatalia chakula. Sisi tumejikatalia nini? Yesu aliacha kula kwa siku arobaini katika kipindi kicha Kwaresma, Kanisa limetutengea kipindi maalum cha kujikatalia. Kujikatalia kwetu kutuletea nguvu za kiroho. Hivyo ndivyo tutakavyoweza kumshinda Shetani. Jambo la mwisho katika neno la Mungu siku ya leo tunalipata katika somo la pili. Somo la pili linatusitiza juu ya imani. Mfungo wetu wa Kwaresima lazima utusaidie katika kuwa na imani kwa bwana wetu Yesu Kristo. Mfungo huu katika maisha yetu utupatie nguvu ya kumkiri Kristo, ya kumkiri Yesu Kristo kwa vinywa vyetu ya kuwa ni Bwana wa maisha yetu. Imani yetu iongezeke zaidi na zaidi. Kwaresima ni wakati wa kufanya mazoezi ya kiroho na kuongeza imani kwa Mungu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami neno la Mungu. mimi ni Padre Cyprian Damian damiani wa shirika la wamisionari wa wa damu takatifu ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo